Kila chama kinapoingia kwenye madaraka kinakuwa na ilani au maazimio ya kuyatekeleza katika kuwaletea huduma nzuri wananchi, katika kuwasogezea huduma wananchi. Sasa sisi katika kata yetu ya Isanga tulikuwa tuna mambo ya kuyafanya ili kuona kwamba tunaiboresha kata yetu ya Isanga. Jambo la kwanza, nilipoingia madarakani wengi mlidhani kwamba pengine nimezubaa mkaona maendeleo hayaji, lakini nikawaambia hivi, kuleni mtori, nyama zipo chini. yeah! nilikuwa nawaambia kila siku, kuleni mtori, nyama zipo chini, mtazikuta nyama chini. Mimi ni diwani makini sana na kiongozi makini, nilijua mambo mengi nikiyafanya mwaka elfu mbili na ishirini kufikia leo mtayasahau hivi. Nikiwauliza hapa elfu mbili na ishirini tulitoa milioni kumi kujenga madarasa ambayo walijenga kwa nguvu za wananchi kama halmashauri tukatoa milioni kumi kumalizia pale Wigamba. Wengine mmesahau hamkumbuki, kweli? Si kweli? Lakini mambo ambayo yanafanyika, nikisema kwanza, unamlisha jirani, jirani ili mtoto wa jirani asiwe na njaa, halafu unakuja kula wewe na wanao, ndio mtashiba vizuri. Lakini kama unaanza kula wewe, umpelekee jirani yako, jirani yako atahamia kwako, halafu kila chakula cha nyumbani hakitawatosha. Kwa nikaanza na kata zingine, kata yetu ya Isanga nikasema, mambo yote mazuri yatakuja. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kanipa uwezo na nguvu ya kusimamia na kuyatekeleza yale ambayo nilikuwa nimeahidi na yale ambayo sikuyaahidi katika kata ya Isanga, lakini katika njia ya kuiboresha kata yetu ya Isanga e, katika kata yetu ya Isanga tuna shule zetu tatu za msingi. Katika shule zetu tatu za msingi tumeweza kuleta fedha kwa ajili ya kuboresha madarasa katika shule yetu ya Isanga, shule ya msingi Isanga. <coughs> Chama, ndo, ndo afya yenyewe. Katika shule yetu ya msingi Isanga kwanza, kwa kuna tatizo la vyoo vya wanafunzi, na nilipigipiwa kelele, nikasema jamani, tutakarabati tukakarabati matundu ya vyoo kumi na tatu na yamekwisha kwa asilimia ya mia moja kwa jumla ya gharama ya shilingi milioni tisa. Na yale matundu ya sasa hivi yanatumika na watoto wanaendelea vizuri. Lakini vile vile katika shule ya msingi Isanga tumeboresha madarasa, mnajua shule zetu hizi ni za siku nyingi. Katika jambo ambalo lilikuwa linatukera mimi na mheshimiwa mbunge tulikaa tukasema, kwanza kabisa tunatakiwa tubore, tukarabati madarasa. Tuna madarasa katika halmashauri hapa madarasa mia tisa, ambayo yote yamechakaa lakini tunashukuru mpaka sasa tumeweza kukarabati madarasa 400, lakini katika hayo shule za Isanga tumeweza kukarabati madarasa saba. Katika shule ya msingi Isanga tumeyapiga bati mpya, tumeweka gypsum, tumeweka tiles, vyoo vya aluminium, na watoto sasa hivi wanasoma kwa raha, hata ufaulu umeongezeka. Kwa hiyo shule ya Isanga tulitenga jumla ya shilingi milioni 85, lakini vile vile katika shule yetu ya Ilolo <coughs> kuna matatizo ya maliwato kwa ajili ya walimu, tukapeleka milioni kumi, tumemaliza hiyo kazi. Lakini na juzi juzi tumepeleka juzi milioni thelathini na mbili kutoka mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kujenga matundu kumi na sita vyoo, matundu manane kwa ajili ya wavulana na matundu manane kwa ajili ya wasichana. Hii yote ni katika uboreshaji wa miundombinu ya shule ili watoto wetu waweze kusoma katika mazingira mazuri na waweze kupata ufaulu mzuri. Lakini katika shule ya msingi ya Igoma tumepeleka milioni sitini na saba ambayo tayari tumesha karabati madarasa sita na kazi imeisha, na sasa hivi watoto wetu wako vizuri na wanasoma vizuri, na matokeo ya mwaka huu ya darasa la saba yamekuwa mazuri katika shule zetu, kwa sababu watoto wanasoma katika mazingira mazuri. Watoto wakisoma katika mazingira mazuri, maliwato wakiwa mazuri kwa vyovyote watoto wanakuwa na hamu ya kwenda kusoma. Kwa hiyo hii imeonyesha jinsi gani safari hii katika jiji la Mbeya tumeongeza hata ufaulu. Ufaulu wa shule za msingi katika jiji la Mbeya, wamefaulu watoto wetu kwa asilimia tisini na saba na kitaifa, sisi tumekuwa kimkoa, tumekuwa shule ya kwanza, eh, jiji la kwanza, jiji la kwanza la Mbeya, tumekuwa jiji la kwanza kimkoa katika kufaulisha. Yani halmashauri ya jiji la Mbeya tumekuwa wa kwanza kimkoa lakini vilevile vile, katika majiji yote sita ya Tanzania Bara, jiji la Mbeya tumekuwa jiji la kwanza katika kufaulisha watoto wa darasa la saba. Lakini katika halmashauri zote Tanzania kwa jumla, halmashauri mia moja na themanini na nne, katika halmashauri mia moja na themanini na nne, halmashauri yote ya jiji la Mbeya imekuwa halmashauri ya nne katika ufaulu wa watoto wa darasa la saba. Mimi naamini haya yote yanawezekana kwa sababu ya kuboresha miundombinu, miundombinu ya shule zetu. Lakini ndugu zangu, tumepeleka katika shule ya sekondari Wigamba jumla ya shilingi milioni 134 na laki 4 kwa ajili ya madarasa. Tumeboresha pale madarasa, tumeongeza madarasa lakini vyo tumekarabati tumejenga vyo vipya <coughs> katika shule yetu ya msingi ya Wigamba. Hii yote katika kuboresha mazingira, na hayo yamefanyika na watoto wetu wamefaulu vizuri safari hii. Katika shule ya sekondari ya Wigamba tumefaulisha vizuri, watoto wamefaulu vizuri, na hakuna division zero katika shule ya Wigamba, tumefuta zero. Watoto wamefaulu vizuri na wamefaulu kwa asilimia nzuri kabisa. Lakini ndugu zangu, Mama ambaye niliahidi kwanza ilikuwa ni zahanati lakini pili ilikuwa ni ofisi ya kata, na tatu ilikuwa barabara ya Wigamba ambayo hii iko mbele yetu hapa, mnaiona. Zahanati nimeijenga tayari, nafikiri mmeiona pale, lakini namshukuru Mungu, juzi nilikuwa Dar es Salaam nikihangaikia kuipandisha hadhi ili iwe kituo cha afya. Sasa hivi zahanati yetu ya Isanga kabla haijaanza kazi, tunakwenda kuipandisha hadhi na itakuwa ni kituo cha afya. Ikiwa kituo, kituo cha afya kuna maana, kuna majengo pale tunaongeza, tunatakiwa kupeleka hati ya eneo lile. Tumeshapeleka hati tayari, tumeshakabidhi, tumesha kabidhi document zote tabisemi, tunachosubiria sasa ni kuingiziwa fedha karibia milioni mia mbili na kitu, ili tuanze kujenga kituo cha afya, tuendeleze pale ulipokuwa. Kwa hiyo mimi niwahakikishie wanaisanga sasa badala ya za zahanati mtapata kituo cha afya ambacho kitakuwa na ultrasound, kitakuwa na mashine za x-ray, kitakuwa na mambo mengi na kina mama watajifungulia hapo hapo. Kwa hiyo kina baba wa Isanga, kina baba wa Isanga ni waombe, ongezeni spidi ili kata yetu wa Isanga, Isanga tuongeze idadi ya watu, kwa sababu kituo tumekileta na mateni itakuwa pale pale, watu watajifungulia pale pale Isanga, hamna kwenda meta hamna kwenda mbali wala hamna kwenda kiwanja mpaka wala hakuna kwenda Rwanda. Kituo cha afya tunakuja Isanga, na ninahakikisha tutakimaliza ndani ya muda mfupi, kwa sababu kila kitu chake kimekaa tayari. Lakini niliwaahidi ndugu zangu, niliwaahidi ofisi ya kata, na ninapenda kuwaambia hivi, wiki ijayo ofisi ya kata tunaihamishia pale Ilolo mpaka sasa hivi ninavyoongea na nyinyi, ofisi tumeshaijenga kwa asilimia tisini. Tumeshapiga tiles, kilichobaki ni kufanya skimming ukutani. Tiles tayari tumepiga, gypsum tumepiga tayari, magrill kwenye madirisha tumeweka. Kilichobakia ni skimming na vioo vya madirisha. Lakini nimemwambia mtendaji, ingekuwa nyumba yako wewe usingengoja ishe kabisa. Kwa hiyo nimemtaka mtendaji Jumatatu aanze kufanya usafi, ikifika Jumaa, Alhamisi au Jumaa

awamu ya kwanza hichi kipande cha kwanza tulikijenga kwa jumla ya shilingi milioni mia nne na hamsini na moja ambayo ni mapato ya ndani ya halmashauri. Hatukupewa hata fedha moja toka serikali kuu. Tumetoa fedha za ndani milioni mia nne na hamsini na moja, tumeijenga kipande cha kwanza tumeimaliza. Na hicho kipande cha pili ambacho mkandarasi yuko sasa tayari ni kimegharimu shilingi milioni mia tatu na sitini na saba jumla. Barabara ya Mbuiga peke yake pamoja na taa zake imekosti milioni mia nane na kumi na nane Sasa wanaisanga, mwangalie hiyo hela iliyokosti kwenye hii barabara. Lazima tulinde miundombinu yetu, tusikubali watu wakaja kuchimbachimba barabara bila sababu. Tusikubali watu wakaja wakaanza kutuibia taa zetu bila sababu hizi ni hela nyingi za serikali kodi zenu wananchi, milioni mia nane <laughs> milioni kumi na nane. Si padogo ndugu zangu, si padogo. Kwa hiyo mi niwaambie kwamba barabara ya Mwiga a mitukoti milioni mia nane kumi na nne mpaka itakapomalizika pale juu kwenda mageni na kule tunamaliza na tunaweka taa za barabarani hapo, tutakuwa isanga yetu tumeifungua. Haya ni mambo ambayo niliyoahidi: barabara, zahanati, ofisi ya kata, nimetekeleza sijatekeleza Niambie leo, nawaahidi nimetekeleza, nawaambia leo, nanyi ni wa, naahidi ni nimetekeleza, naahidi ni nimetekeleza, sijatekeleza hapo vipi? Apo, apo, apo, apo, apo. <laughs> Nafasi yangu bado ipo au haipo? Nawaahidi kwamba hayo ni mambo tumeyafanya, lakini tutaboresha na shule zetu za Isanga, lakini sasa tunakwenda kuboresha miundombinu ya Isanga, Mungu akijalia, mkanipatia kura nikarudi kwa kweli naona kuboresha barabara za Isanga na barabara, kwanza tutakaenda naye ni barabara ya huruma hapo. Hii barabara ya huruma mimi kwa kweli, huwa silali hata usiku, inanikera ile barabara, lazima tuifungue. Hii Isanga ndio tufungue kwani manjero, kwa manjero kwa na na kwa na kwa na ya chakwa kupita Sinde ndio na kwani manjero na kwani mkapa tokea Isanga pita ile lami moja kwa moja <laughs> kwa hiyo barabara tunampawa kuja kuiweka lami. Haya mambo tutakuja kuyafanya baadaye, lakini barabara tusekelege naye tuiboresha lakini tutaendelea kuboresha madarasa ya shule zetu za Isanga zote, madarasa yote ya shule zote tatu za msingi na shule za sekondari tutaboresha kuwa madarasa ya kisasa. Kwa hiyo Isanga inakwenda kubadilika, lazima tukubali Isanga ibadilike na sisi wana Isanga, mabadiliko yanapokuja tu yapokee. Mimi nawashukuru watu ambao, kwa barabara ya Mbuiga, leo ukiangalia nyumba za Isanga zinapendeza. Leo hata viwanja huko barabarani vimeshapanda bei kwa sababu barabara ya lami imepita, kwa hiyo inaongeza thamani. Kwa hiyo natongezea thamani wanaisanga. Wala lazima tukubali mabadiliko. Kwa hata barabara ya kwa huruma tunapokwenda kutokezeshia sinde tukubali mabadiliko. Hatuwezi kila siku kaa tu kunyong'onyea wanaisanga. Tunataka Isanga iwe iwe na meremeti. Na ile barabara tukiipiga rami tunaipiga taa mpaka Sinde Mkapa pale. Hiyo ni lazima na hiyo nimewekea ahadi na ninawaahidi tena leo. Mkinipa kura zenu nikirudi, hiyo barabara ninapambana nayo usiku na mchana, kwa kisha naye tunaipiga rami. Kwa hiyo